Chama cha Mapinduzi mimi ndio msemaji. Sisi CCM ipo tayari na uchaguzi ambao tunashiriki kwenda kushinda kwa kishindo. Ni waombe wa Tanzania Kakula, kula, na wana Morogoro tuendelee kuhakikisha nchi yetu tunadumisha amani na utulivu. Bila amani hatuwezi kupata mafanikio hatuwezi Nataka niwahakikishie nchi yetu ni tulivu chini ya jemedari amiri jeshi mkuu na rais wa Jamhuri ya Muungano, Dokta Samia Suluhu. Chama cha Mapinduzi kina wajibu na dhamana moja, waletea wananchi maendeleo, lakini la pili kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kuwepo katika nchi. Kwanza utaleta hamasa kwa chama chetu cha Mapinduzi atakayotuletea maagizo yoyote tutayasikiliza na kuyafanyia kazi, kwa ujio leo wa mgeni wetu katibu wetu uenezi, kwa kazi kubwa ambazo anazozifanya kwa ajili ya chama chetu cha mapinduzi, ambacho ndicho chenye chama chenye ilani hii tunayoitekeleza na maendeleo yanayokimbia katika nchi yetu.